Nakusikia Aidan. Eh, nilikuwa sema na makela ni femenu, makere, kana nasogea pembeni. Eh eh, umesema nakwambia, Vodacom yamekuzawadia bonus ya laki moja na elfu mbili. Na hmm. Bonus umepatiwa kulingana na miamala kama hmm. ifanya mara kwa mara kwenye account yako ya si Mpesa ya, ya, na matumizi yako ya simu hii tangu uliposajili line yako hii ya Vodacom. Hongera sana. Ndio, asante asante. Ndio. Kabla sijakupatia hii bonus yako laki moja na elfu mbili Hmm. Kuna maswali hapa kujiridhisha. Mara yako ya mwisho kutumia huduma zetu za Mpesa, unakumbuka ni lini? Mara ya mwisho kutumia? Ndiyo, natumia mara kwa mara hata kama sikosei, jana nimetoka kununua, leo hii kwanza asubuhi nimetoka kununua kifurushi. Ndiyo, naona hapa naam Bwana Aidon, ndiyo naona hapa kwenye sheet hii. Mhm, ndiyo na kabla sijakupatia hii bonasi yako ile ya elfu mbili kwa sasa, unakumbuka na kiasi gani kwenye akaunti yako ya Mpesa? E, kabla sijakutajia kiasi we unasema umeona hapo umeona nimenunua kiasi gani cha kwenye cha cha muda wa maongezi? Sikia, ninakuuliza ni maswali sijakwambia na wewe uniulize maswali mm. Kwa sababu pia pia bonus ni ni ni utashi wako mm. Kama haupo willing pia unaweza ukasema, nikiendelea kuhudumia wateja wengine, ninahitaji unijibu hayo maswali ni kuhudumia niendelee kuhudumia wateja wengine. Uh, Vodacom wakitupigia awatuulize yeah. habari ya, ya kiasi kilichopo kwenye akaunti, kwa sababu nikuulize kitu ndio. Kwa hiyo sasa unaanza kunifundisha kazi ah? Uh, sio sio kusema nakufundisha kazi, isipokuwa yani nibola, niko, semiyo, Maa, la, shinauwa, njima, ni bora niikose mimi hiyo la moja hapo. Swali la mwisho niulize, tayari kupokea bonasi yako au hauko tayari? Niendelee kuudumia tija ingine? Bonasi niko tayari kupokea sasa hayo maswali yote yanatoka wapi? Yani shida inakuja kwamba ingekuwa imepigwa simu labda kutoka namba mia moja au ikaja neno kabisa nikuulize kwa... kitu mm. Wewe umesoma ni msomi wewe, ye yeah, ndio umekuwa msomi, lakini unakariri vitu yeah, ndio. Kama wekuketi disku, udhani kama ungeweza kuuliza maswali kama hayo rahisi kama hayo? Ndio yeah, ndio maybe ungeweza kuniuliza kwa namna nyingine, lakini unaponiuliza unaniuliza maswali rahisi, then maswali yanaonyesha kwamba kuna una, kuna kuna dharau ndani yake. Nakua unamaanisha nini? Kwa sababu huwezi kuuliza swali kama hilo actually. Kwa mfano kwamba ungejibu tu hivyo, kuna nini kibaya kingetokea? Sio kusema mimi nadharau, hapana. Haya, kwa mfano ungejibu hivyo, kuna nini kibaya kingetokea? Shida ni matapeli. Ndio, sasa, umewahi kutapeliwa utapeli huko hivi ndugu yangu? Wasikia ndiyo, ili uibiwe na uibiwe pesa yako kwenye akaunti yako mm. ni pale tu unapotoa namba yako ya siri. Bila kutoa namba yako ya siri, hamna mtu anaweza kukuibia pesa yako. ndio, ndio. Sasa wewe, nakuuliza maswali kabla hata sijamaliza, na unaanza kuuliza maswali tena. Uh, ni hofu ya kuibiwa ndio. Alafu yani mimi binafsi kama yeah. wakinipigia voda au tigo kwa sababu niko mitandao yote yeah. wananipigia linakuja neno la kampuni yao lakini ah. ikija, ikija namba tu kwa kweli kumsikiliza yeah. mtu inakuwa ngumu yani naonaga hata kama hivyo anachangia bonus naona bora ubaki nayo bonus okay, naomba hmm. niku niku basi utaenda kwenye ofisi yetu nyingine yoyote hapo utaenda kupata maelekezo ni kutakia jioni njema ah, haya yeah. asante lakini ah. ikija ikija namba tu kwa kweli kumsikiliza yeah, mtu inakuwa ngumu. Yani naonaga hata kama hivyo anachangia bonus, naona bora ubaki nayo bonus. Okay, hmm. naomba niku- niku- basi utaenda kwenye ofisi yetu nyingine yoyote hapo utaenda kupata maelekezo, nikutakie jioni ni njema. Asante ah, ya.